Wapenzi wa soka wanaijua Barcelona, lakini Barcelona ama Catalonia si timu tu wala si football club, bali ni nchi, bali ni sehemu katika Hispania. Katika mkasa huu utajifunza kuhusiana na sehemu hii inayoitwa Catalonia au Barcelona, na kwa nini wanafusi kujitoa iwe nchi huru. Katika hali isiyo kawaida nguvu ya penzi enzi za ufalume mwaka 1469 inafanya leo hii wa Katalunya wapo kwenye matatizo ambayo hawajui watamaliza lini, licha ya kuwa na kila sababu za kujitoa Hispania na kuwa nchi huru. Wamefanya movement nyingi kujitoa, mara ya mwisho ilikuwa 2017, walipo walipofosi. Kabla sijakupa sababu za kwa nini Katalunya ana haki ya kujitoa Spain na kuwa taifa huru zipo sababu zinazotofautisha taifa moja na lingine, nitakupa hizo zote ili unielewe. Fahamu kwa nini Spain na Catalonia walikuwa taifa moja, nini kipo nyuma ya pazia. Mfalme Ramon Berenga wa nne ambaye alikuwa ni mfalme wa Barcelona alimwoa malikia Petronila kutoka ufalme wa Aragon. Ndoa hiyo ilichochea muungano kati ya ufalme wa Aragon na Catalonia, yani Barcelona. Mwaka elfu moja mia nne sitini na tisa ulishuhudia ndoa nyingine ya kifalme. Ilikuwa ndoa kati ya mfalme Ferdinandi wa pili Antekuela wa ufalme wa Aragon na malkia Isabela wa kwanza wa Kastila Madridi. Ndoa hiyo ilichochea muungano wa Kastila na Aragon. Baada ya ndoa hiyo, ndipo nguvu ya mamlaka na siasa ilihama kutoka Aragon kwenda Kastila, ambako iko serikali kuu kwa sasa, yaani jijini Madridi. Kuanzia hapo, serikali kuu ilikuwa Madrid na Catalonia kwa serikali ya jimbo. Sasa tayari tumeona ufalme wa Aragon umeungana na Catalonia, yani Barcelona kisha Castilla Madrid ikaungana na Aragon. Maana yake falme zote nne ziliunda nchi moja Hispania. Baadaye ikaongezeka Sevilla, Granada na kadhalika. Hakika lilikuwa ni taifa lakini sasa wanataka kuachana wote. Katalunya amekuwa na nguvu kubwa na kila sababu ya kujitoa Spain kwa sababu zifuatazo ambazo kisheria zinaunda nchi huru. Namba moja, sababu ya Katalunya kuweza kujitoa kwanza ni chimbuko la watu husika, historical background, kizalamo tunaita hivyo. Kabla Katalunya ilikuwa nchi huru yenye serikali yake utawala wake na sheria zake, kabla ya ndoa kuunganisha falme hizi mbili. Kwa sababu hata licha ya muungano huo wa ndoa, Katalunya ilikuwa jimbo lenye uhuru kabla ya vita vya kumilikiwa kikamilifu na Spain mwaka 1714. Namba mbili ni lugha. Nchi pia inaundwa na lugha baada ya chimbuko, kama msingi wa kutambua watu wa taifa fulani. So lugha kuu nchini Hispania ni Kihispania Kikastilia, huku Kikatalani ndiyo lugha rasmi ya Kikatalonia pamoja na Kihispania. Kikatalani kina mizizi tofauti ya lugha kutoka Kihispania, ikitaka kufanana na Kifaransa na Kiitaliano. Namba tatu, tamaduni na mila. Katalonia ina mila tofauti kama vile kastel, yani minara ya binadamu na ngoma ya sardana, ambayo si ya kawaida katika maeneo mengine ya Uhispania. Mkoa huadhimisha la diada Septemba 11 kama siku yake ya kitaifa kukumbuka kuanguka kwa Barcelona mnamo 1714 kulisitisha hilo swala. Katalonia na vyakula vyake, pamoja na vyakula maarufu kama paambi tomakweti, mkate wenye nyanya na kalkot, vitunguu vilivyochomwa na mchuzi wa romesco. Tofauti za kisiasa, sababu ya nne utofauti huu unafanya Katalonia inakuwa na vuguvugu lenye nguvu la kudai huru, huku Wakatalonia wengi wakitafuta kujitenga na Uhispania kwa miaka mingi. Kura ya maoni ya uhuru wa 2017 iliyotangazwa kuwa haramu na Uhispania ilisababisha mzozo mkubwa wa kisiasa. Serikali ya kikatarani yani, Generalitat di Catalonia ina uhuru zaidi kuliko maeneo mengi ya Uhispania lakini wakatalonia wengi wanahisi kuwa haitoshi. Hitimisho. Katalonia si nchi huru inabaki kwa jumuiya inayojitegemea ndani ya Uhispania. Licha ya harakati kubwa ya uhuru, matukio kadhaa muhimu yameunda hali yake ya sasa. Mnamo Oktoba 2017, Katalonia ilifanya kura ya maoni kuhusu uhuru, ambayo ilionekana kwa haramu kwa mahakama za Uhispania. Takribani asilimia 43 ya wapiga kura walioshiriki walishiriki na takribani asilimia tisini wakiunga mkono uhuru. Hata hivyo wengi waliopinga uhuru walisusia kura hiyo. Baadaye bunge la Katalonia lilitangaza uhuru na kusababisha serikali ya Uhispania kuweka sheria ya moja kwa moja kwenye eneo hilo. Karibu katika Swahili na Simulizi, endelea kusubscribe katika YouTube channel yetu.